Ukame ni moja ya changamoto kubwa inayowakabili wakulima wengi nchini Tanzania. Mkulima anapokosa kipato cha kumwezesha kupata miundombinu ya maji, changamoto hii hugeuka kuwa kikwazo kikubwa katika uzalishaji. Shirika la Floresta Tanzania limejikita katika kutatua changamoto hii, haswa kwa wakulima wa vijijini wenye kipato cha kawaida kabisa. Kupitia mbinu na teknolojia za kilimo hifadhi, Floresta Tanzania huwasaidia wakulima kuzalisha kwa tija hata katika mazingira yenye ukame. Leo tunakuletea mfano kutoka kwa bustani ya mwanachama wa moja ya vikundi vinavyosimamiwa na shirika la Floresta Tanzania, wilaya ya Rombo mkoani Kilimanjaro. Licha ya changamoto ya ukame, bustani yake imekuwa na mazao bora na yenye ubora kuvutia. Na hii ni matokeo ya teknolojia alizofundishwa na wataalamu kutoka shirika la Floresta Tanzania. Mwanachama huyu hutumia teknolojia mbalimbali mbali. Na moja ya teknolojia hizi ni matumizi ya bustani mbalimbali mbali za jikoni kama bustani za ngazi ambazo pia hujulikana kama bustani za keki, bustani za mfuko na bustani zinazopandwa kwenye vyombo mbalimbali mbali. Aina zote hizi ni aina za bustani za jikoni. Na zote huhifadhi unyevu kwa muda mrefu na hutumia maji kidogo sana. Teknolojia nyingine ambayo mwanachama huyu hutumia ni matumizi ya kichanja. Kichanja huleta kivuli kwenye bustani, lakini pia hupunguza joto kali na kuongeza unyevu ardhini. Vile vile mkulima huyu hutumia teknolojia ya matandazo. Hii ni teknolojia ya kutandika majani makavu juu ya udongo katika bustani. Matandazo husaidia kuhifadhi unyevu, kulinda udongo dhidi ya mmomonyoko na pia kuongeza rutuba kadri inavyoendelea kuoza. Mkulima huyu ameweka matandazo kwenye bustani zake zote, yaani nikimaanisha zile za jikoni na zile za matuta hivyo kufanya bustani yake kuwa na unyevu wakati wote. Kupitia teknolojia hizi za kilimo hifadhi, wakulima wanaweza kupata mavuno bora na kuboresha maisha yao hata wakati wa ukame kama ilivyo kwa mwanachama huyu. Shirika la Floresta Tanzania linaendelea kushirikiana na wakulima kuhakikisha changamoto ya ukame siyo kikwazo tena.